Habari njema ikirushwa, tusiache kufuatilia katika tv ya Bukelebe. Bukelebe TV, karibu katika kesha la asubuhi. Leo ni Jumanne ya Oktoba 28 2025. somo letu linasema kanisa litashinda. Fungu letu ni Ufunuo sura 15 mstari wa tatu na wawimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu, na wimbo wa mwana kondoo, wakisema ni makuu na ya ajabu matendo yako, e Bwana Mungu mwenyezi, ni za haki na za kweli njia zako, e mfalme wa watakatifu. Tuombe. E Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa kutupa pumzi ya uhai na nafasi ya kuamka tena asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya rehema zako zisizokwisha kwa kuwa umetuweka salama na kutupa muda huu wa kujifunza neno lako. Tunapoketi chini ya miguu yako, utuongoze kwa Roho wako Mtakatifu, utufundishe jinsi ya kuwa washindi katika imani na kutambua nafasi ya kanisa lako katika ulimwengu huu. Tufanye kuwa sehemu ya ushindi wa Kristo. Tunakuomba haya kwa jina la Yesu Kristo bwana wetu, amina. Kristo amelipatia kanisa lake agizo takatifu Inampasa kila muumini kuwa mfereji ambao Mungu anautumia kuwasilisha kwa ulimwengu hazina za neema yake, utajiri wa Kristo usiochunguzika. Hakuna kitu Mwokozi alicho na shauku nacho sana kama udhirisho wa upendo wa Mwokozi kupitia wanadamu. Mbingu yote inawasubiri wanaume na wanawake watakaotumiwa na Mungu kufunua uwezo wa Kristo. Kanisa ni wakala wa Mungu wa kutangaza ukweli wakiwa wamewezeshwa naye kufanya kazi maalumu. Na kama kanisa litadumu uaminifu wake likizitii amri zake zote, litajazwa ubora wa neema ya kimbingu. Endapo kanisa kama jamii ya waaminio watakuwa wakweli kwa wajibu wao, kama watamheshimu Bwana Mungu wa Israeli, hakutakuwa na nguvu itakayosimama kinyume chake ali kwa ajili ya Mungu na kazi yake iliwasukuma na kuwagusa wanafunzi kuchukua ushuhuda wa Injili kwa nguvu, tena nguvu kubwa na ya ajabu. Je, moto kama huo wa ali usingewaka mioyoni mwetu kwa dhamiri ya kusimulia kisa cha maisha na akusurubiwa na upendo wa Kristo? Unaokoa ni fursa kwa kila Mkristo, si kutazamia tu bali pia kuharakisha marejeo ya Mwokozi. Endapo kanisa itajivika vazi la haki ya Kristo na kujiondoa katika mfungamano wowote na ulimwengu, litapokea nuru ya mapambazuko na ushindi uliotukuka. Ahadi ya Mungu kwa kanisa litasimama thabiti milele, atalifanya kuwa bora kabisa milele, furaha ya vizazi vingi. Ukweli ukwelejapo utabezwa na kudharauliwa, hakika utashinda. Ingawa wakati fulani ukweli ulipitia vikwazo, inaonekana kana kwamba kasi yake imethibitiwa, kwa hakika maendeleo yake kamwe hayatazuilika. Wakati neno la Mungu litakapokutana na upinzani, huwa analipatia nguvu ya ziada ili litowe nguvu zaidi za ushawishi. Likiwa limepewa nguvu za kimbingu, itapasua njia hata palipo na vizuizi vigumu kabisa na kupata ushindi kwa kila kikwazo. Ni nini kilichokuwa kinamtia moyo mwana wa Mungu kusonga mbele licha ya vikwazo, tena kujikana na nafsi? Aliyaona matokeo matokeo mazuri ya masumbufu ya nafsi yake naye akaridhika. Alipokuwa na utazama huu milele, aliona furaha ya wale waliokuwa wamepokea msamaha na uzima wa milele kwa sababu ya kudhalilishwa kwake. Masikio yake yalisikia kilele cha waliokombolewa, aliwasikia Aliwasikia walipolipiwa fidia yao wakiwimba wimbo wa Musa na wa mwana kondoo. Ellen G. White anaandika, kwa imani tunaweza kusimama langoni mwa mji wa milele na kusikia sauti za mwaliko wa heshima watakazopewa wale waliokuwa wanashirikiana na Kristo kwenye maisha haya, wakichukuliwa kuteseka kwa ajili yake kuwa heshima kubwa. Matendo ya Mitume sehemu ya pili ukurasa wa 263, 264. Tuombe. Ee Mungu wa milele, tunakushukuru kwa somo hili la asubuhi. Tumekumbushwa kuwa kanisa lako litashinda, si kwa nguvu zetu, bali kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tunakuomba ututie nguvu tuwe waaminifu katika kila jambo, utuepushe na uovu wa dunia, na utujaze ari ya kutangaza ukweli wako bila kuogopa. Tusaidie kuendelea kuinua jina la Yesu kama kichwa cha kanisa, hadi siku ile tutakaposimama nawe tukiimba wimbo wa ushindi. Tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo, amina.